za kiume za kike zote nashona, nasimee kwa upande niliopo, nashona nguo za kike sana. nguo ile naweza nikushona kulingana na nguo yenyewe kwa naweza nikamaliza nguo. Kwa mfano kama nguo ina mambo mengi, naweza kachukua muda mrefu, kwa sababu ina vitu vingi vya kuweka. Kwa hiyo, kama suruali, suruali ni simple na aina mtindo kwa suruali

wewe walipo wao ndio watakapoona mimi. Kwa hiyo nawafuata, hiyo nioni Jinai ni mkubwa hilo, kwa sababu sehemu kubwa, unajua watu wanafuata yule mtu anayemwamini na wale mzoea. Kwa hiyo kulingana na mazoea, inakuwa ni mtihani sana kuwapata, kwa sababu kila mtu anaenda kwa yule anaye mjua, yule ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo kuwapata na kwa ushindani ni mkubwa. Ufupi changamoto zipo, kwa sababu meni... kwa changamoto za kwanza kuwapata wateja kwa, kwa mtihani pili. Unajua ufi usipopata wateja pia kupata kodi pia, na kwa mtihani vile vile, kama wateja wako unafikia muda kulipa kodi, kuna pesa inakuwa na ishu nyingine, yani hiyo. Kwa ni changamoto. Mafanikio bado, kwa sababu bado pia natafuta wateja. Kwa mafanikio kusema, nimeyapata bado, sijapata mafanikio kwa sababu bado sina watu. Ni kazi bwana, nimeipenda <laughs> nimeipenda kwanza, nimeje mishawishi kwanza, nilikuipenda tu mwenyewe kwamba nimeipenda kwa sababu naona na dada zangu wanafanya, dada zangu wanajishonea wenyewe, kuna wengine wanapitiza, wewe mtu anapita hapo na mtoto wake amevaa sare, na ndio ni fundi namshonea mwana wake alisemea na yeye nikija tena ni wakali tu. Kwa hiyo kwa nzuri, kazi nzuri na vile ni binti, basi ni shawishiwa sana mimi, nikakutia sana

ili kijana wa kike, wa kiume, hii kazi ya jinsia zote. Kwa hiyo kwa yule ambaye anatamani au tayari kufanya hii kazi, kwa sababu uweze kuja hapa nao umelazimishwa umetaaatatemb a anayependa aje, kwa vijana ambao wanapenda